Namuona Queen Darling akiwa na mume wake eh, wakiweza kufika hapo kwenye usiku wa room number 3. Darling, ni aje? Poa poa, mambo yako? Alhamdulillah ndugu ndugu yangu, kitambo, tuko vizuri <laughs> ah. Kajificha sana nani, ndugu yetu amejificha ah, eh, tumefichana, tumefichana. E, tumefichana. E. tumefichana. Mashaallah, leo Mbosso katukutanisha ya, yeah, ni kweli okay, sawa mm. Simu ya Mbosso najua imeita na sofa leo huko hapa, labda una kai tuingie umurum tuone kuna kitu gani hiyo? mm. yeah, tukitoka okay. tutazungumzia. Samahani Sa, naomba nikuulize ili Na. kwa sababu unajua Queen Darling sio mtu ambaye pia mara nyingi tunakutana naye, watu wanauliza maswali mengi official uh, room uh, kwa nini ni uh, um, mwone... WCB for life Tunakuuliza kwa sababu mara nyingi tunakuona sio WCB mtomba... WCB for life. Eh? WCB for life. Leo kwa WCB, WCB WCB, <laughs> WCB 4, right, baby. Yes, baba, nakusubiri. Leo kwenye room number 3 Moko Genius leo anakuja kushuhudia kwa mara ya kwanza Mbosso msanii ambaye pia anajitegemea yuko ndani yuko nje ya lebo ambayo pia anafanya nayo kazi kwa muda mrefu. Bwana poa Fresh. Fresh kabisa, fresh fresh sana kukuona. Leo ni ni moja kati ya watu wa karibu kabisa wa Mbosso. Sure, cool. uh, speaking about wewe kuwepo hii we, hatuwezi kuielezea yeah. kwa sababu Mbosso leo ni siku yake special. Room number 3. Sure. Unazungumziaje? Ah, kwanza yeah. imekuwa imekuwa kitu kikubwa sana kusema kweli, na imekuwa imekuwa kubwa kwa sisi kama mashabiki wa Mbosso. Nikiachana na ujamaa, lakini pia mimi ni shabiki yake pia kwa hiyo kwa sababu tumekuwa tunasubiria huu kimya kwa muda mrefu na sasa hivi ndo amekuja na room number 3. Kwa hiyo tumekuwa excited kujua ametuandalia nini, kuna nini kwenye hiyo EP na vitu vingine. Kwa hiyo niko hapa mimi mwenyewe, niko excited. Sitaki kusema najua vitu vingi, lakini I'm super excited na natamani kuona nini kimeandaliwa kwa sababu yetu sisi mashabiki. Okay, sawa. Mbosso ni mshikaji wako na ulisha kufanya naye kazi before um tunatamani kusikia kama kwa namna moja ama nyingine kwenye room number 3 Moko Genius amehusilika kwa asilimia ngapi, na kama hakuhusika unahisi kwa nini Mbosso safari hakumuhitaji Moko? Mimi sijahusika kama producer kwenye room number 3 na siwezi kusema kuna, kuna kitu gani, lakini nadhani kwa sababu unajua mkiwa na tabia ya kurecord kazi mara nyingi sio kila kazi inarekodiwa inatokea itoke siku hiyo hiyo au kipindi iko hiko. Kwa hiyo kuna selection ega zinafanywa kwa matumizi fulani, kuna selection kwa matumizi fulani. Lakini pia hata hivyo, kwa sababu sisi hatujarekodi muda mrefu kidogo uh, uh, lakini tunaona kila siku lakini haturekodi Kwa hiyo unajua hivyo, kwa hiyo nadhani kila kitu kiko sawa, kwa sababu ya uh, uh, mimi nikiwepo hapa nimeshiriki yani kuwepo kwangu hapa, kuwepo kwenye movement zetu, akiwa producers wengine, mimi nikiwepo najiona kama nimeshiriki. Sio lazima nikae kwenye kit nipige na nini hivo. Ustai uniambia kwamba moko hata ku, ku, ku, ku, labda, labda pengine umesikia moja kati angoma, pia, ziku, no, mboso mboso ya ngoma ambazo pia 3 no, mimi najua ngoma nyingi zamboso ambazo zimetoka, lakini kwa kuhusiana number 3, mi mwenyewe kusema ni kweli, niko tunaongea tu bwana bana, poa hivi lakini hatujakaa chini. Mimi kusema kweli sijafanya chochote, ni siwe muongo, sijakasema mbona kama yaani mimi eh, sijafanya chochote. Kwa hiyo ushiriki wangu ndo uh, kwenye story tu, maongezi na nini tufanye, lakini sio kwenye kuhusu ngoma, kwenye vitu tu vingine ambavyo nadhani ni very personal, so vitu vya, vya namna hiyo. Sasa okay, kazi nyingi za Moko ambazo pia amefanya na Mbosso asilimia kubwa ni baibuda fulani hivi, sio ngoma ambazo pia tumezoea sasa hivi, kumuona kwa asilimia kubwa ameinvest sana kwenye piano Unazungumzaje kumwona Mbosso kwenye piano mara kwa mara, kwa sababu pia unaosha fanya naye kazi za baibuda mara nyingi sana? Mimi hapa ni, uh, ni good friend kwa Mbosso. Mimi napenda sana kuona movement za vijana na mtu kama Mbosso, uh, super talented. Nadhani kipindi ambacho anafanya baibuda watu wengi hawakuamini kama anaweza kuja kutana kufanya kitu kingine na kikawa noma kabisa, lakini akaja katana akafanya mapiano na nini makunguru na nini mangoma yote ambayo ameyafanya, amehiti. Kwa kwangu mimi ni furaha kubwa sana. Mimi furaha yangu sio kufanya tu production na Mbosso kila siku. Ni kuona sisi kama vijana tuna tuna take over, tunafanya vizuri kwenye industry na vitu vya namna hiyo. Mimi ushiriki wangu nadhani umeonekana, kipaji changu watu wanajua. Yaani kwenye sub production hamna kitu kipi ambacho naweza kusema mimi siwezi kufanya. Mimi nafanya kila kitu na watu wanajua. Kwa hiyo mimi nafurahia kuona movement zake uh, kwa ujumla. Haijalishi kwa sababu mwoko amefanya au mwoko hajafanya, no, yani mimi nafurahi tu kuona akiwa anafanya kazi zake, kazi zinaenda, kazi zinafanya vizuri. Nadhani ni miongoni mwa watu ambao tunzi zao zinapendwa na kila mtu, yani wewe ukitaka kuona kama Mbosso ni msanii fulani noma, au watu kama kuna namna kama wampage heshima yake, wewe post picha ya Mbosso na mtu yote, safi, sema tu hapo mtu ni noma nani. Kwa hiyo mimi namkubali sana. Kitu gani kinachelewesha kufanya Uh, kazi wewe na Mbosso Komanda, kwa maana kwamba collaboration nini umefanya leo kwenye room number 3? Moko Genius leo anakuja kushuhudia kwa mara ya kwanza Mbosso, msanii ambaye pia anajitegemea yuko, ndan... yuko nje ya lebo ambayo pia anafanya nayo kazi kwa muda mrefu. Moko inakuaje? Bwana poa inakuaje? Fresh. Fresh kabisa. Fresh sana kukuona. Leo ni moja kati ya watu wa karibu kabisa wa Mboso. Speaking about wewe kuwepo hii, hatuwezi kuielezea kwa sababu Mboso leo ni siku yake special Room number 3. Sure. Ah, kwanza imekuwa kitu kikubwa sana kusema kweli, na imekuwa kubwa kwa sisi kama mashabiki wa Mboso. Nikiachana na ujamaa, lakini pia mimi ni shabiki yake pia kwa hiyo kwa sababu tumekuwa tunasubiria huu kimya kwa muda mrefu, na sasa hivi ndo amekuja na Room number 3. Kwa hiyo tumekuwa excited kujua ametuandalia nini, kuna nini kwenye hiyo EP na vitu vingine. Kwa hiyo niko hapa mimi mwenyewe, niko excited. sitaki kusema najua vitu vingi, lakini I'm super excited na natamani kuona nini kimeandaliwa kwa sababu yetu sisi mashabiki. Okay, sawa. Mbosso ni mshikaji wako na ulisha kufanya naye kazi before. Um, tunatamani kusikia kama kwa namna moja ama nyingine kwenye room number 3 Moko Genius amehusilika kwa asilimia ngapi, na kama hakuhusika, unahisi kwa nini Mbosso safari hakumuhitaji mw... Mimi sijahusika kama producer kwenye room number 3 na siwezi kusema kuna, kuna kitu gani lakini nadhani kwa sababu unajua, mkiwa na tabia ya kurecord kazi mara nyingi sio kila kazi inaorekodiwa, inatokea itoke siku hiyo hiyo au kipindi iko hiko. Kwa hiyo kuna selection ega zinafanywa kwa matumizi fulani, kuna selection kwa okay, matumizi fulani, lakini pia hata hivyo, kwa sababu sisi hatuja hatujarekodi muda mrefu kidogo um, lakini tuna tunaona kila siku lakini haturekodi. Kwa hiyo unajua hivyo, kwa hiyo uh, nadhani kila kitu kiko sawa kwa sababu ya um, mimi nikiwepo hapa nimeshiriki yani, kuwepo kwangu hapa kuwepo kwenye movement zetu, akiwa anafanya session na producers wengine, mimi nikiwepo najiona kama nimeshiriki. Sio lazima nikae kwenye kit nipige na nini hivyo. Usitaki kuniambia kwamba mko hata ku, -ku, -ku, -ku comment labda, labda pengine umesikia moja kati ya ngoma ambazo pia ziko kwenye room number 3? No, mimi najua ngoma nyingi za Mbosso ambazo hazijatoka, lakini kuhusiana na room number 3, mimi mwenyewe, kusema ni kweli, niko excited. Tunaongea tu hivi hivi bwana, vipi poa, lakini hatujakaa chini. Mimi kusema kweli sijafanya chochote, nisiwe muongo, sijakasema mbona. Kama eh, yani mimi sijafanya chochote, kwa hiyo ushiriki wangu ndo uh, kwenye story tu, maongezi na nini tufanye, lakini sio kwenye kuhusu ngoma, kwenye vitu tu vingine ambavyo nadhani ni very personal, sio vitu vya, vya namna hiyo. Sawa, kazi nyingi za Moko ambazo pia amefanya na Mboso asilimia kubwa ni baibuda fulani hivi, sio ngoma ambazo pia tumezoea sasa hivi kumwona, kwa asilimia kubwa ameinvest sana kwenye piano unazungumzaje kumuona Mboso kwenye piano mara kwa mara kwa sababu pia unaisha fanya naye kazi za baibuda mara nyingi sana? Mimi hapa ni, uh, ni good friend kwa Mboso. Mimi napenda sana kuona movement za vijana na mtu kama Mboso uh, super talented. Nadhani kipindi ambacho anafanya baibuda watu wengi hawakuamini kama anaweza kuja kutana kufanya kitu kingine na kikawa noma kabisa, lakini akaja katani akafanya mapiano na nini makunguru mangoma yote ambayo ameyafanya amehiti. Ni furaha kubwa sana. Mimi furaha yangu sio kufanya tu production na Mbosso kila siku. Ni kuona sisi kama vijana tuna take over, tunafanya vizuri kwenye industry na vitu vya namna hiyo. Mimi ushiriki wangu nadhani umeonekana, kipaji changu hata nakijua. Yaani kwenye sub production hamna kitu kipi ambacho naweza kusema mimi, na uh, mimi nafurahia kuona movement zake kwa ujumla. Haijalishi yeah, kwa sababu mwoko amefanya au mwoko hajafanya. No, ni yani, mimi nafurahi tukuona akiwa anafanya kazi zake, kazi zinaenda, zinafanya vizuri. Nadhani ni miongoni mwa watu ambao tunzi zao zinapendwa na kila mtu. Yani wewe ukitaka kuona kama Mbosso